Bonifas Mwabukusi ambaye pia ni rais wa chama cha wanasheria nchini Tanzania, ameandika katika ukurasa wake wa Facebook, wakisema hakuwezi kuwa na ukuaji sahihi wa demokrasia ya ndani ya vyama vya siasa bila kuifumua na kuisuka upya ofisi ya msajili wa vyama. Anamaliza kwa kusema ofisi hii ina maofisa ambao kuingilia taratibu na kuvuruga siasa za ndani ya vyama kwa maslahi binafsi, huku akiweka nukuu mbalimbali ya maamuzi ya mahakama ya ambayo yashawahi kutolewa ikiwemo masuala ya NCCR Mageuzi mwaka elfu moja mia tisa na tisini na mbili lakini na, na kuendelea mwaka elfu mbili na ishirini na mbili kuhusu maamuzi ya mkutano mkuu wa tarehe ishirini na nne mwezi wa tisa elfu mbili na ishirini na mbili kuhusiana na masuala ya NCCR Mageuzi. Wasomaji wa ukurasa wake huo wametoa maoni yao tofauti, akiwemo Marwa iliopa ya mranga akisema Ajira za kushikana mikono na za maagizo hizi, hakika huyu anastahili kuchunguzwa. Inawezekana aliyemfanyia connection na maagizo alimpa namna ya kusimamia hivi vyama. Kama kesi ni ya mahakama haimalize yeye, maana yuko juu ya sheria rasmi. Chua anasema huu ndio wakati wa kudai katiba mpya, tume huru ya uchaguzi, mageuzi kwenye ofisi ya msajili wa vyama vya siasa. Bila mabadiliko, hakuna uchaguzi. Rabi Aminaeli Jeremia Nguluma anasema tumemwomba Mungu muumba wa mbingu na nchi, na hivi punde tutayaona matendo yake yakuu, jinsi atakavyomwaga ghadhabu ya yake tu. ya kila mwovu aliyetenda uhalifu katika u Mgalilaya. Anasema kuwa ni mtajiri yeye, hawezi kuguluzwa mahakamani kama kafanya makosa yanayolenga vuruga chama, hawezi kuguluzwa mahakamani. Anayijua hili anijibu jamani. Harun Omar anasema naona msajili tapeli anaanza kuleta uhuni wake na kwa Chadema. Ani maoni ya Haruni Omar. Josephini Kabuka anasema kabisa, sasa upinzani imewoelewa yede, no reform no election full stop. Lukas Juda anasema hii mahakam, mahakama ipo hapahapa hapa, Tanzania au ni ya kimataifa? hii ni mfano wa mahakama kama chombo cha haki. Richard Mbwambo anasema haki haipotei ila inachelewa tu. Laban labanu anasema wote wapo kwa ajili ya kupigania chama tawala isiondoke madarakani, masilahi ya CCM na serikali yake wanafanya mambo ya aibu sana. Ugalilaya kwa kaambakuani msajili yeye

saya anasema huu wote ni uhuni uliofanywa na msajili kati kilwa boshi. Naona kama chama kingine kinafufuliwa ili kuongeza jafu ya mapape, idadi ya mapape. Mbatia anajulikana kwa laini wake kwenye maokoto. Hii ni taarifa kutoka kwa Bonifasi Mwabukusi akieleza kwamba hatuwezi kuwa na ukiukaji staiki wa demokrasia ya ndani ya vyama ya siasa bila kuifumua na kuisuka upya ofisi ya msajili wa vyama kini, akieleza kwa kumalizia kwa kusema, ofisi hii na maofisa ambao shughulia taratibu na kuvuruga siasa za ndani ya vyama kwa masilahi binafsi. Mtazamaji kumbuka kwamba jambo hili limekuja baada ya Bwana James Francis Mbatia kushinda kesi dhidi ya bodi ya wadhamini wa chama cha NCCR-Mageuzi ambao walimnyang'anya nafasi ya uuzi na wake nikiwa mjibu kumfukuza wanachama na msajili wa vyama vya siasa alibariki, lakini baada ya kwenda mahakamani, mahakama imeamuru kwamba mambo hayo yalifanyika kimakosa na pia inatakiwa kurejeshewa gharama zote za kuendesha kesi, ambapo Bonifas alisema Mwabukusi ameweka baadhi ya dokumenti hapa katika ukurasa wake huu wa uh, na wakati huo huo, tukumbuke kwamba msajili wa vyama vya siasa uh, baada ya kupokea malalamiko kwa baadhi ya uh, watu kutoka Chadema hivi karibuni ameamuru kwamba Chadema kwa sasa haina viongozi. Viongozi waliopo ambao walikuwa wameteuliwa kwenye kamati kuu, wa hawatambuliki, hivyo chama kifanye utaratibu.